Ndugu waandishi wa habari, tukio lingine ni kwamba tunawashikilia watu wawili ambao kati ya watu wawili kuna mwalimu wa shule ya msingi, wa shule ya msingi, ambaye anaitwa Daudi Ochieng huyu ana miaka 37, na mwingine anaitwa Adon Sospeter ana umri wa miaka 53. Ni wakazi wa Ibisabageni wilaya ya Sengerema mkoa wa Mwanza hawa pia wanashikiliwa kwa tuhuma za kumbaka mtoto wa miaka kumi na mwanafunzi wa shule ya msingi Bukala, na kitendo hicho cha ubakaji, kitendo cha ubakaji kilifanyika kwa nyakati tofauti, ni kwamba mwezi wa kumi mwaka jana hadi mwezi wa pili mwaka huu mmiliki wa nyumba anamoishi mhanga wa tukio Adon ambaye anaitwa Adon Sospeter, kwa nyakati tofauti alimfanyia kitendo cha kikatili kwa kumbaka mtoto huyo, ambapo alimuita ndani ya chumba chake ili aweze kuangalia, waweze kuangalia tamthilia kwa pamoja. Mtu huyo aliendelea kumfanyia kitendo hicho mara kwa mara hadi ilipobainika ambapo ilikuwa ni Februari 2025 mwaka huu. Lakini pia mwalimu wa shule ya msingi aitwaye Daudi Ochieng anakosoma mtoto huyo, naye alimfanyia kitendo hicho hicho cha kikatili mtoto huyo kwa kumbaka, ambapo mwezi Februari mwaka 2025 alimuita mwanafunzi huyo nyumbani kwake ili aweze kumfundisha masomo ya ziada lakini ikawa kinyume chake. Baada ya kuwa ameingiwa tamaa ya kimwili aliamua kumwingilia binti yake mnamo tarehe 26 mwezi wa pili mwaka huu, majira ya saa tano, mama mzazi aligundua afya ya mtoto wake kuwa inadhoofika, inadhoofika, ndipo aliamua kumpeleka hospitalini kwa uchunguzi zaidi. Baada ya uchunguzi kwa mtoto huyo ilibainika kuwa ana michubuko sehemu za siri, ndipo mzazi wake aliamua kutoa taarifa kituo cha polisi, ambapo uchunguzi ulioanza mara moja kwa kuwatafuta watuhumiwa wa tukio hilo na kuwatia mbaroni, ambapo siku hiyo ya tarehe 26 mwezi wa pili, Jeshi la Polisi kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wa matukio hayo na kwa sasa wameshikiliwa na Jeshi la Polisi huku wakiendelea kuhojiwa. Pia katika tukio hili la kikatili watuhumiwa hao wameshikiliwa, na uchunguzi utakapokuwa umekamilika, tutapeleka jalada kwa mkuu wa mashtaka wa mkoa kwa ajili ya kutupa maelekezo ya kisheria. Jeshi la Polisi bado tunawakumbusha wananchi ambao wana dhamana ya kulinda watoto hawa hususan ni walimu na watu wengine wasioishiwa tamaa za kimwili za kutamani watoto wa shule watambue kwamba sheria bado inakataza, iko pale pale. Wale wanaojihusisha na vitendo vya kutembea na watoto wa shule watambue kabisa kwamba sheria inakataza, lakini kwa ujumla matukio ya ubakaji, sheria iko pale pale jihusisha na ubakaji, jeshi la polisi halitasita kuwachukulia hatua kwa kuwafikisha katika vyombo vya kisheria. Hayo ndio matukio ambayo tunaendelea kuyachunguza, na kwa ujumla hali ya mkoa, hali ya usalama kwa mkoa Mwanza imeendelea kuwa shwari, na sisi jeshi la polisi tunawashukuru wananchi ambao ndio msingi wa, wa ushwari huo kwa kuendelea kuelewa maelekezo mbalimbali tunayotoa kupitia ushirikishaji wa jamii kazi ambayo inaendelea kwa kiasi kikubwa katika kata, katika kitongoji, katika mtaa, ili kuweka mkoa Mwanza kuwa salama.